Sumo Iponya na kilomita ishirini na moja. Barabara ya tatu ni Mkweni Komola Nyamwiga na kilomita ishirini na mbili. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali tayari imeshatangaza barabara hizi baada ya kumaliza usanifu na sasa hivi iko kwenye mchakato wa kuweza kupata mkandarasi ambayo watajenga barabara hizi kabla ya ujenzi kuanza. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imefanya tathmini kwa wale watu wanaoguswa na barabara ambao kuanzia katikati ya barabara kwenda kushoto na kulia. Wale ambao wako kwenye mita 11.5 itabidi waondoke. Wameshafanyiwa usamini na wameshaonyeshwa kiasi ambacho wakalipa. Na sasa hivi serikali iko kwenye hatua ya kutafuta fedha ili waweze kulipwa wapishe miradi hii iweze kuanza. Mheshimiwa Mwenyekiti, sasa hivi ikikamilika kandaza atakuwa ameshapatikana barabara hizi tatu ambazo ni awamu ya tatu, kwa awamu ya kwanza zitaanza mara moja. Baadhi ya watu watalipa zaidi ya milioni cha pili, barabara ambazo zinaendelea ambazo ziko katika wilaya yetu ya Mbogwe, tumepata changamoto kubwa sana, ambayo mifugo inapitishwa barabarani. Kwa shida zetu za barabara za mwaka elfu mbili na saba, ni kosa wananchi kufanya shughuli zote za kibinadamu pembezoni au barabarani, na tumeshaanza, tumetoa hiyo elimu mara nyingi, na tunaendelea kuchukua hatua sasa hivi kwa sheria iliyopo ni kwamba akikuta ng'ombe anapita barabarani, basi chaji yake ni elfu hamsini kila ng'ombe. Tumepita siku moja Isebia tukakuta kuna makundi mawili wana ng'ombe, tunawakamata tukapeleka kwa mtendaji.